Kwa swala kama la leo ambalo tumeendesha a, a, mazungumzo au majadiliano au utengenezaji wa hoja a, ambazo zinaenda kuweza kwenda kupitishwa kwenye halmashauri mbili ya Kwimba na Misungwi. a, hizi hoja ambazo zitaenda kupitishwa au kuwekwa kwenye, kwenye utengenezaji wa bajeti kuanzia ngazi za chini, kwa mfano kwenye upande wa afya, upande wa elimu, upande wa uchumi, upande wa ajira. Sisi, mimi ninavyofikiria kwamba kama zitaweza kufanyiwa kazi kuanzia kwenye ha, halmashauri ha, wale, wa, wale wale viongozi wanaotoka kwenye halmashauri zote mbili wakaweza kuziingiza na zikaenda zikafanyiwa kazi, zitakuwa msaada mkubwa kwa watu wenye albino kuweza kufikia malengo yao kwenye upande wa kielimu, upande wa kiafya, upande, upande wa uchumi, upande wa maendeleo pia kwa jamii, kwa sababu so, mtu mwenye albino atakapokuwa amefanikiwa kielimu, hata kwa amefanikiwa yeye mwenyewe imefanikiwa jamii ambayo ni ya Kitanzania wito kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaamini ya kwamba uh, serikali yetu ni sikivu, serikali yetu inatupenda, serikali yetu inatujali. Kwa hiyo wito wangu mkubwa ni kwamba uh, uh, wale wanaohusika na utunzaji wa utengenezaji wa bajeti wanaohusika na mchakato wa, wa utengenezaji wa bajeti waweze kuzingatia kwa mwaka 2026, 2027 waweze kuzingatia mahitaji maalum ya upande wa kiafya kwa watu wenye albino, waweze kuzingatia mahitaji maalum yanayohitajika kwenye miundombinu ya kielimu ili kusudi kuweza kumwezesha mtu mwenye albino aweze kufikia malengo yake. Kesho Angavu kwa watu wenye albino ni mradi ambao umejikita kwenye kupigania e, haki za watoto e, asasa kwenye sekta kubwa mbili, sekta ya elimu na sekta ya afya, bila ya kusahau sekta mtambuka tunaita e, masuala mazima ya ulinzi na usalama. Lakini leo tumekutana hapa Misungwi na wadau mbalimbali ambao tulikuwa tukifanya nao kazi ikiwa ni mwendelezo wa shughuli ambazo tulizifanya mnamo mwezi wa kumi na mwezi wa kumi na moja kulikuwa na shughuli za e, uchambuzi e, wa bajeti, lakini pia e, kukusanya maoni ya e, bajeti kwa jicho la watu wenye ualbino kuweza kuainisha vipi vinakwenda kuwa vipaumbele vyao e, zipi zinakwenda kuwa hoja zao za msingi tunapoelekea e, utengenezaji ama tunapoelekea mchakato wa upatikanaji wa bajeti mpya ya serikali kama tunavyoweza kufahamu, bajeti ya serikali ya mwaka wa fedha 26 27 saba, mchakato umeshaanza. Halmashauri sasa zinaanza kukaa kuweza kubainisha yapi ni maeneo ya vipaumbele vyao kwao. Sisi tumeona tuweze kukutana nao mapema, mara baada ya kukusanya mbele, kuanza kuandaa ripoti ya vipaumbele ya, ya, ya, ya, na mapendekezo ya watu wenye uarbino kwenye sekta ya elimu pamoja na afya, na tukaona pia leo kuweza kukaa nao wadau, maafisa mipango, maafisa maendeleo, maafisa ustawi, lakini pia maafisa elimu maalum, kuweza kushare nao ripoti hii imebaini vitu gani eh kwenye sekta hizi mbili mama, sekta ya elimu, sekta ya afya, yapi anakwenda kuwa maeneo mahususi ambayo tunatamani kuona kwa mwaka wa fedha unaofuata ishirini na sita ishirini na saba basi serikali inaweza kuyachukua na kuyafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba kwa katika sekta hizi za elimu na afya, basi eh, hoja hizi za msingi ikiwemo hoja za upatikanaji wa eh, huduma rafiki huduma ambazo zinaitikia mahitaji za watu wenye, wa na watu wenye na watu wenye albino zinaweza kufanyiwa kazi kwa upana, ikiwemo upatikanaji wa mafuta kinga kwa wingi na kwa bei ndogo sana, lakini pia upatikanaji wa vifaa saidizi vya kujifunza na kujifundishia, upatikanaji uh, wa masuala maz mazingira salama kwa uh, maana ya ulinzi na usalama kwa watu wenye albino wa na upana wake. Kwa hiyo tumekutana kwa lengo la kuweza kushare na hawa wadau ripoti hii ya mapendekezo ya bajeti imelenga kitu gani na nini tunaweza kutamani kuona serikali ikifanyia kazi kwa mwaka wa fedha 26 27, sasa kwenye sekta hizi mbili za elimu pamoja na afya. Kwa majina yanaitwa Filipo Mwagashi Chinasa, shukuru sana. Ili shirika Action Aid limeongeza kupanua wigo, tumeelewa kitu ambacho tulikuwa hatukijui kipindi cha nyuma. Tulikuwa tuna manyanyaso katika jamii inayotuzunguka, lakini kwa sasa hivi kidogo jamii nayo tuzunguke imepata elimu kupitia hili shirika. Naomba kushukuru sana serikali, tunaoomba Mheshimiwa Rais, tunaomba watu wenzetu ambao wamesoma shule wapate upendeleo wa kupata ajira. Mheshimiwa Rais, tunakuomba, kwa kikao cha leo tulizungumzia kuhusu bajeti. Kwanza ile ya 2% tulikuwa tunaomba tupewe kipaumbele cha kupata huo mkopo. Pia tunaiomba ofisi ya maendeleo ya jamii izunguke kwa watu wenye uhitaji maalum kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu huo mkopo, zile asilimia mbili. Watu wakipata kupata elimu ile ya kutosha kuhusu kukopa ule mkopo, watu watajitokeza wengi wao wengi wao. Sasa hivi, Mheshimiwa Rais, hela zinarudi kwa sababu watu hawana elimu kwamba hii hela haikope ili aifanyie kazi gani. Kwa majina anaitwa Hajra Sadru ni mjumbe kutoka mkoa wa Mwanza wilaya ya Nyamagana. Nashukuru tumeshiriki kwenye kikao hapa Misungwi. Kikao chetu cha leo kitakuwa na mafanikio mazuri na imani kitakuwa na mafanikio mazuri kwa kupitia hii bajeti ya mwaka 2026 um, kwa maoni yangu nilikuwa naomba <coughs> serikali itenge bajeti kwa ajili ya kuwapatia walimu ili waweze kuwa yaani iwape kipaumbele walimu, wafanye semina ili waweze kufundisha vizuri au kujua mahitaji na changamoto zinazomkabili mtoto mwenye ualbino. Kwa kupitia hivyo, mwalimu akiwa anatambua changamoto za mwanafunzi, nina imani hata ile asilimia tatu ya kwamba wanafunzi wa watu wenye ualbino ni asilimia tatu itapungua, kwa sababu mtoto mwenye ualbino anapokuwa na changamoto, awezi kuona mbali, mwalimu kama hajui hizo changamoto, nina imani hata ufaulu unakuwa mbaya. Hivyo kwa kupitia kikao chetu cha leo, mafanikio yanayoenda kufanyika kutumia ushawishi na kuwaomba, ni waombe serikali itenge bajeti kwa ajili ya kutoa elimu kwa warimu, lakini pia na maafisa wetu wapewe elimu. Uh, okay, umuhimu wa bajeti hupo. Kwa mfano tuna changamoto ya uone hafifu, tunahitaji mafuta, tunahitaji kofia. Kwa hiyo hii bajeti ikitengwa, na sisi kama tulivyokaa kikao tukatoa changamoto zetu, nina imani serikali itaenda kutoa, itatenga bajeti kwa kutambua sisi tunayo mahitaji tunayoyataka, kama kofia tunahitaji miwani tunahitaji mafuta Uh, tunahitaji kuvaa nguo za mikono mirefu tunapokuwa shuleni. Ndiyo maana ya umuhimu wa bajeti. Bongo Play TV.